Tatu, katika kujenga nyumba hii lazima kila mmoja ajue kwamba hakuoa malaika. Hakuna mume malaika wala hakuna mke malaika, si hivyo? Kwa hiyo tunapoishi pamoja ndio tunaanza kugundua sasa. Mume anaanza kugundua ah, kumbe mke wangu iko hivi, ana tatizo hili. Na mke naye kumbe anagundua ah, ule nikumwona mzuri kumbe ana maneno sasa ya ufidhuli. Anaanza kugundua mnapoishi pamoja njini, kwa sababu nyinyi kwa nyinyi hamjawahi kupata muda wa kukaa siku mzima, mwezi mzima, mwaka mzima. Kwa hiyo ni ngumu kujua tabia ya mtu aliyokuwa nayo kule nyumbani. Sasa unaanza kugundua, labda mume wake hakusoma ni mjinga, labda mke wako hakusoma. Sasa jukumu lako nini? Ulifikiria amesoma, kumbe hakusoma. Sasa utafanyaje? Kwa hiyo kuna wakati ni kwamba mume anatakiwa kuwa mwalimu wa mke wako. Atakapogundua kwamba kuna tatizo hilo la taaluma kwa upande wa mke, na wakati mwingine mke amekuwa amesoma kuliko mume. Kwa hiyo mke sasa anafaa kuchukua jukumu la kufanyaje na kumfundisha mke wake, sio kuanza kumkashifu na kumsema mbele ya watoto. Ah, huyo mama wako mjinga, angekuwa amesoma labda angekuwa hivyo, au pengine mke na ah, babako mpumbavu, angekuwa amesoma asingefanya hivyo. Sasa tunaanza kuyakuza ku, ku, ku, ku, ku yale mapungufu. Kwa hivyo unapogundua mapungufu, kuwa mwalimu Mwalimu kazi yake ni kurekebisha, mwalimu kazi yake ni kufundisha, mwalimu kazi yake ni kuimarisha. Hiyo ndiyo kazi. Kwa hiyo huu ni msingi wa tatu lazima tujenge.